Kwa hiyo pitch imekarabatiwa kwa hali ya juu, boli inatembea licha ya mvua nyingi ambayo ilinyesha mapema hii leo. Cheza mpira kwasa, pakom pakom, zuzwa zuzwa, pakom, anapita pembeni kule, pakom, zuzwa, naweka mpira mwingine tena mbele yake zaidi, aweka mpira katika nafasi. Kenned Musonda anakataliwa, bado shida iko pale pale, ataula yao kwasa, mimi na, na cross karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho nakikagua kila siku, ili kikuletee update zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Usisahau kusubscribe kwa chaneli yetu, andika Ushanga TV zani, nenda ukasubscribe na ukakomenti, ya muhimu sana komenti yako, share na watu wengine ili kuwa wa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu na kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok, natumika kama useni ushanga 28 na nane anipate kiuzuri kabisa na taarifa na ta, na ta, na ta, tulizo nazo hapo. Taarifa nilizo kuandalia mtazamaji Ushanga TV leo, Simba Sports Club ameibuka na goli tano, kamnyuka mtu goli tano kule Ali Hassan Mwinyi, kigoli likachapwa kichapo kibaya sana na ingine Prisons kalalia kachapo vibaya sana Yanga Africans kule Mbeya Sokoine. Na kungine Azam FC ametakata akiwa nyumbani Azam Complex pale, akimchakaza mtu goli tano Tabora United, kachakaza pale goli tano kwa sifuri. Mpenzi mtazamaji wa Shanga TV, nenda kwenye YouTube channel yetu uka subscribe kizuri kabisa na uka commenti, na ukalike na kushare kwa watu wengine, ili watu wa kwanza kabisa kuzipata taarifa zetu tu na ukienda Instagram natumia kama useni Ushanga 28 nipate kizuri kabisa, ana si mwanzo mpaka mwisho, ili upate hizi taarifa au upate taarifa kiundani zaidi. Tukianza na Simba Sport Club bwana, Simba Sport Club niliongea mchana kuwa Simba Sport Club kwa Kengold ni kama, yani ni kama unapigana na mlevi. Kwa kile kilichotokea, sijashangaa sija sana hizo goli tano kwa sababu nigod wenyewe walikatia tamaa hizi mechi mbili zilizobaki, kwa sababu ukiangalia wenyewe kambini hawakuwa kambini hawakuwa hawakuwa na mazoezi ya aina yote, lakini wamekutana tu na kwenda kucheza game. Kwa hiyo kwa sababu engod wenyewe walikatia tamaa hizi mechi mbili zilizobaki, kwa sababu ukiangalia wenyewe kambini hawakuwa kambini hawakuwa hawakuwa na mazoezi ya aina yoyote, lakini wamekutana tu na kwenda kucheza game. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo, wenyewe hizi goli tano mimi sijashangaa sana, wala sija sijanani, uh, kwa sababu kwa sababu ili deserve kuwa hivyo. Kwa sababu gani? kikosi cha KenGold kilikuwa kimeshatoa sehemu, lakini wamejikusanya kusanya kusanya kusanya tu hivyo, na under 20 ya KenGold mpaka sasa hivi ndio wameenda wameenda kunanilia. Kwa hiyo hizi goli tano za Simba alizoshinda tuseme wamepiga bomu motuari na goli hizo zimefungwa dakika ishirini na tano tu, ah alianza dakika ishirini na tano kibudia akaingia kambani dakika ishirini na tano mpanzo akaingia kambani dakika ishirini na nane tena, wewe kibudii yani zikapita dakika nne, yani yani de, dakika tano zimefungwa goli goli goli goli tatu dakika ya arobaini na moja teba wakafanikiwa kupata Simba penati ateba ka ateba akaweka kamba kwa half time inaisha. Simba Sports Club wakiongoza goli nne kwa sifuri pijapili, kinakuja dakika ya sabini na tano au anamaliza mchezo auana maliza mchezo dakika ya sabini na tano kwa kufunga kuwafunga ngod. Sio jambo la ajabu kwa sababu kikosi ambacho walikuwa nacho kilikuwa kina ushindani wote wakoi ambacho walikuwa nacho walikuwa na wachezaji ambao wana profile kubwa kama kina Obery Chirwa kama kina Kevin ndan kama kina Morrison lakini hawakuwa na mazoezi wala hawakuwa na fitness yotu, kwa sababu wenyewe tangu game ya mwisho walivyocheza, hawakukutana na mazoezi wala yaani tangu tangu watangaze kushuka daraja na, na, na, na, na, Uh, kukutana tena kwenye mazoezi kufanyia mazoezi kazi za kufanyia mchezo. Kwa hiyo wenyewe wameenda kama kutimiza wajibu na kutimiza ratiba ambao walikuwa wanatakiwa ifanye, lazima ucheze michezo thelathini za ligi kuu, michezo kumi na tano ambayo nyumbani na michezo kumi na tano ambazo awei. Kwa hiyo hiyo ilikuwa iliwalazimu wacheze hivyo, iliwalazimu wacheze huo mchezo. Kwa hiyo kufungwa goli tano sio jambo la ajabu wala sio jambo la kushangaza, kwa sababu kikosi chao kilikuwa kikosi chao kilikuwa kijadizevu kwa kupata matokeo. Kwa hiyo kufungwa kufungwa magoli ni jambo la. Kwa mchezaji bora bwana Kibudii, bwana Kibudii kwa Ngumia, amedeserve kuwa mchezaji bora kwa sababu kafunga goli mbili ndani ya dakika nne. Yani e kafunga dakika 24 akaja kafunga dakika 28 kwa hiyo kufunga goli mbili ndani ya ndani ya dakika nne na akatoa mchango wa goli moja, kwa hiyo Kibudii leo kadeserve kwa mchezaji bora, na akajifumania nyavu kwa kipindi kirefu yani Yaani ana kipindi kirefu zifanyia nyavu, kwa hiyo kufunga leo magoli mawili kwenye ligi kuu, yaani kwake ni sana, kwake mimi nanilia, kwa sababu ana kipindi kirefu hajafunga ligi kuu, alikuwa anafunga kwenye kombe la shirikisho huko la kafu, lakini huko kwenye ligi kuu na kombe la shirikisho la kafu tangu afunge tangu acheze. Kwa hiyo kwa hiyo kufunga goli hili kufunga zile goli hizi mbili zimempa motisha, naye kwa kumbe, na mimi moja na mimi moja ya washambuliaji wa kwa hiyo no doubt kwa mchezaji bora wa leo ukibudii kwa Simba Sport Club, mchezo ambao ulikuwa wakini goldi na Simba. Tuna move oni tunaondoka, tuna hapo, mashabiki na wapenzi na mashabiki na wapenzi wa watazamaji wa Ushanga tv, usautu kusubscribe kwenye channel yetu ambayo ni ushanga tv Naenda pale ka subscribe comment ushere na uliki ushee kwa wangine uliki, utakuwa umefanya jambo la maana kabisa, mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV na kwenye mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii eh, kijamii napatikana kama useni ushanga ishirini na nane. Ukienda kule Instagram unanipata, Facebook unanipata na, na TikTok unatumia hivyo unanipata kiuzuri kabisa. Usisahau tu hivyo kufanya hivyo mpenzi mtazamaji Ushanga TV ili tuende sambamba ta kapa, takapotuma taarifa na kwa mtu wa kwanza kabisa kuzibaka hizo taarifa zetu. Mchezo wingine bwana huo muda ambao likuwa chezo saa kumi Simba, baada ya Simba kushinda goli tano na Yanga ipotikabunanywe ni mshinda goli tano kwa mshindo, yaani inaitwa tano day na leo ni tano tano day. Bwana goli la kwanza kabisa goli la kwanza kabisa la Yanga Sports Club lilifungwa li dakika ya 35 dakika 32 ilifungwa na Mudasiri Raya. Bwana Mudasiri Raya leo amepiga simu tena. Kama sijaan piga ile simu nani lakini leo kapiga tena simu. Goli la pili limefungwa na Chama na Katatu si kama Katatu si leo alikuwa na kiwango bora sana. Achangia magoli matatu kafunga goli kafunga goli moja na kaasisti magoli mawili. Kwa leo Chama alikuwa na kiwango bora ambacho kime kwa kwa goli sio ilikuwa jambo la kasho jambo la nanili dakika ya dakika ya 62 Israel Mwenda ana Israel Mwenda anaweka kamba tena so de, so tena pakome kome dakika ya msemana anaweka kamba na dakika ya 77 anamaliza mchezo. Kwa hiyo Yanga Sports Club imefanikiwa kupata ushindi wa goli tano kwa sifuri kwa Kenigate na kufikisha wenyewe kiujumla wamefikisha magoli sitini na sita wawana pointi sabini na sita wana, wana, wana, wana magoli sitini na sita ambaye anawafata Simba sports Klabu leo alikuwa na magoli hamsini na moja kafunga, kafunga magoli matano anakuwa na magoli hamsini na sita anakuwa na pointi sabini anakuwa na pointi sabini na tano kwa hiyo ni kompetisheni nzuri ambayo watu watu walikuwa wanaitarajia watu Leo Prisons wajerajera hawa watu kutoka Mbeya kule leo bwana, hao bwana, ni wanajeshi leo bwana, wamekalia wa msumari wa, wa moto. Wamepigwa goli tano pale pale nyumbani, na walikuwa wamejiandaa vizuri kupata matokeo koche, kwa sababu hata wakimsikiliza kocha alikuwa amesema wamejiandaa vizuri kupata matokeo mazuri, ili ili ili ili wasogee, ili wasogee watoke, wasoge pale kwenye nafasi ya kumi na tatu, wasogee mbele kidogo, kwa sababu enyewe wana pointi thelathini kwa hiyo aliopo jua na peti thelathini na moja alafu ni Pamba na leo Pamba amefungwa na Singida Black Star goli mbili kwa moja kwa hiyo wangepata wangepata ushindi leo wangesogea juu. Afungwa goli kafungwa goli tano pale pale. Kwa hiyo leo Yango na walikuwa Boka alikuwa, alikuwa kwenye, alikuwa kwenye kiwango kizuri. Chama alikuwa kwenye kiwango kizuri Pakoma alikuwa kwenye kiwango kizuri, kwa wachezaji wote wa Yanga leo wameonyesha kiwango kizuri na na wamedeserve kupata yale mawe matokeo mani man, man of the match Pakoma zuzwa. Mimi kwangu mimi no doubt, no doubt kwa Pakoma zuzwa, kwa sababu kwa hiki kiwango kizuri na kimewavutia na kimewavutia wale ambao wanaotoa tunzo wa NBC. Kwa hiyo Pakoma pa pa leo ameonyesha kiwango kizuri ambacho kila kila mmoja aliyokuwa kwenye uwanja wa Sokoni ambao alikuwa kwenye kwenye TV wamefurahi. Mi nikuwa sitegemei kama Yanga watacheza mchezo ule, kwa sababu kutokana na ule uwanja wa, wa Sokoine ulikuwa sio kama ule uwanja ambao nao utegemea nao, kama uwanja wa Azam Complex kama wa KMC kama, kwa, kama kwa, kwa Mkapa. Lakini Yanga hivyo hivyo uwanja uwanja, uwanja sio mzuri sana lakini wameisha kiango kion, kizuri na amecheza kwa spirit kubwa na, na, na, na, na kupata matokeo ma, ma, mazuri mchezo mwingine bwana, leo bwana, zilikuwa ni tano day tano, tano day timu kubwa zote Yanga, Simba na Azam FC zote zimeibuka na goli na goli tano bwana, kwa tano tano si, kwa Azam FC, wali walikuwa nyumbani pale Azam Complex, wamemtungika mtu goli goli goli tano. Huyu bwana si mwingine, huu ni Tabora United from Tabora kule from Tabora Tabora kwa linasa leo kapigwa goli tano leo kapigwa goli tano, yaani hicho ndio kipigo kikali alichopigwa tangu msimu umeanza, kupigwa goli tano. Goli la kwanza kabisa lilifungwa na Sofu dakika ya kumi na moja, yaani dakika ya kumi na moja kwa sababu ukiangalia station ambayo napitia Tabola unai United na Simba Sports Club kama vile zina, na Kingodi kama zine, kama zinaendana kwa sababu wachezaji wa Singida Black wachezaji wa Tabora United wengi waligomea mchezo kwa sababu kutokulipwa mishahara zao kwa kusafiri na, na timu kwa wakati kuelekea kuelekea Dar da es Salaam. Kwa hiyo kufungwa hizo goli tano naona mimi naweza nikasema naona kupoteza concentration ya mchezo kwa sababu mchezaji kama unacheza hujalipo stake zako, unaweza kucheza kwenye kiwango kile ambacho unachotegemea. Tabora United ni timu ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, kuna kina kubwa Sonyi, kina wachezaji kama kina kama kina maka kama kina ambao kina offense bora. Kwa hiyo Tabora hawakuwa na concentration nzuri ya mchezo, kwa sababu kama utolipa so, um mshahara wako kwa wakati hawezi kucheza. Na na viongozi wa wa Tabora United, wao ndio wanaweza kuwa watu wa kwanza kusababisha kufungwa magari yote kwa sababu kama mchezaji wako anacheza tu mlipi mshahara hata kama mimi uwezi ukacheza kwenye kile kiwango ambacho unacho unacho kitegemea kiwango ambacho unacho kucheza. Mpenzi mtazamaji, Ushanga TV endelea kufuatilia channel yetu, nenda kwenye youtube channel andika Ushanga TV then subscribe, comment vizuri kabisa, ni kuwa mtu wa kwanza kupata update zetu zote ambazo tunakuwa ambazo tunakuwa tunazituma. Basi nenda Instagram na tumia kama usemi usemi Ushanga ishirini na nane nipate kizuri kabisa, mtandao wangu wa kijamii yote napatikana napatikana hivyo. Unaona, kwa wakati mwingine tena.